Ambayo yasanikiwa kwamba ilikuwa na abiria jumla ya 139, kulitokea vifo vya abiria tisa, lakini abiria wengine wote waliokolewa na kupelekwa katika hospitali mbalimbali za jiji la Dar es E, kwa kifupi nieleze kwamba hili ni zoezi la utayari ambalo linatokana na sheria za usafiri wa viwanja vya ndege duniani, na viwanja vyote vya ndege vitakuwa vifanye zoezi la utayari kama hili ili kuweza kupima wepesi wa vyombo mbalimbali vya ulinzi na usalama ikiwa ni pamoja na majirani wa viwanja vya ndege namna gani ajali kitokea, basi tukio linaweza likakabiliwa kwa haraka sana. Ndege vitakuwa ifanya zoezi hili mara kwa mara, ili kupima utayari watu wa watu, lakini pamoja na kupima vile vile, tuoneshe jinsi gani tunaweza tukafanya uokozi kwa wepesi na kwa uharaka. Leo tumefanya zoezi la utayari, yani emergency drill ambalo ni, ni katika juhudi za kuendelea kuimarisha usalama wa kiwanja, lakini pia kupima utayari wetu kama kiwanja tunaweza vipi kukabiliana na majanga ya, ya ajali pindi yanapotokea. Lakini tunafanya zoezi hili kwa mujibu wa taratibu na miongozo mbalimbali ambayo inatolewa na, u, na shirika la usafiri wa anga duniani yani ICAO, pamoja na mamlaka ya usafiri wa anga TCAA, ambayo miongozo hiyo inatuelekeza kwamba lazima tuwe na plani plan, yani document ambayo iko well planned, ya kuonyesha ni namna gani kama kiwanja na wadau tumejipanga wakati wa dharura. Katika mwongozo ule tutaya, tunaonyesha majukumu ya kila mdau anafanya nini na anapaswa kuwajibika vipi na miundombinu tulionayo inatumika vipi katika kuhakikisha kwamba tunaweza tukaokoa la rasilimali lakini na maisha ya watu. Katika zoezi la leo tulikwenda kutesti vitu mbalimbali mbali, kama mawasiliano, ni namna gani tunaweza tukafanya mawasiliano wakati wa dharura na vyombo vyetu vya mawasiliano viko vipi, lakini kuangalia uratibu kwa ujumla wakati wa wa dharura tunaweza vipi kuratibu kwa maana ya commanding, lakini pia tunaweza vipi kushirikiana na wadau mbalimbali na watu wengine wa maokozi, yani kwa maana ya coordination, kati ya taasisi na taasisi. Lakini si hilo tu, kuangalia pia ustahimilivu wa kiwanja yani resilience na uwezo wa kiwanja kurudi kwenye biashara na operations kawaida, za kawaida baada ya ajali. Kwa hiyo ndio vitu vikubwa ambavyo pia tulikuwa tukiviangalia. Kwa hivyo kwa kiasi kikubwa tumefanikiwa na baadhi ya mapungufu ambayo tumeyapata na kuyaona wakati wa zoezi wa tutakwenda kuyafanyia kazi.